Na wako watu binafsi, sasa mnawafanyia kazi nyinyi za kuwapimia viwanja halafu hawaziuzi. Sasa nataka niseme, nawajua watu wanaomiliki viwanja zaidi ya elfu moja, moja kwenye majumba yao ambavyo nyinyi makampuni binafsi mmewapimia na wamechukua hati kwa majina yao. Kuna wengine wana hati mpaka elfu kumi, wengine wameanzisha masijala kwenye nyumba zao kuna mtu mmoja amechukua hati mia saba siku moja hapa kwa jina lake, lakini hawauzi. Miezi mitatu, natoa ultimatum. Miezi mitatu, wale wote ambao wana hati, wameanzisha masijala kwenye majumba yao na wa hawauzi, waanze kuuza, vinginevyo nitafuta hati zao na nitataifisha, kwa sababu haiwezekani watu wakawa na mashamba hekari mia moja wanapima viwanja alafu hati wanabaki nazo, wanaweka akiba. Kazi ya kuweka akiba ya ardhi ni kazi ya serikali. Hamwezi kufanya speculation ya ardhi. Fanyeni speculation ya sukari, lakini sio ardhi. Kwa hiyo mtu yoyote aliyepima ardhi kwenye shamba lake akachukua hati akaweka majumbani kwao eti asubiri bei ikipanda miaka kumi ijayo, imekula kwake. Baada ya miezi mitatu, ninayo orodha, nawajua Leo na waspea. Wale wote wenye hati zaidi ya elfu moja ninao hapa, kuna mwingine ana hati zaidi ya elfu kumi kwenye masjala yake. Kwa inataka miezi mitatu hii waangalie na mseme, ili tangazo sana nyiwe waandishi wa habari, mseme waziri anawajua. Baada ya miezi mitatu, kama hawajaanza kuuza hizo hati kwa wananchi, hizo hati nazifuta, kwa sana zijua ziliko na nitafanya upekuzi, kwa sababu hao watu nawajua.